Jina naitwa Alena Werite, ni mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii ya halmashauri ya Bumbuli na leo nimeweza kuwakilisha mkurugenzi katika kikao cha kupata mafunzo ya UTT kutoka kwa mwezeshaji ambaye ni mtumishi wa UTT anayeitwa Olipa Minja, na kwanza tunatoa pongezi kubwa kwa kampuni ya UTT kwa kazi wanayoifanya kwa ajili ya jamii ya Watanzania kwa kuwa ni huduma ambayo inawahusu sio watumishi tu, bali kwa jinsi ambavyo tumeelewa, ni tume, pamoja na raia wa kawaida wanaweza kupata huduma hii, na kwa sisi watumishi tumeona ni huduma nzuri kwa kuwa ni sehemu ambayo mtu yeyote anaweza kuwekeza anaweza kuweka akiba na anaweza kupata faida pia. Kwa hiyo kwa elimu ambayo imeweza kutolewa kwa watumishi wa Bumbuli makao makuu, tunatamani elimu hii iweze kutolewa hata maeneo mengine, iweze kuwafikia watumishi wote wa halmashauri ya Bumbuli walioko kwenye ngazi ya kata, lakini pia kwa watumi, kwa wananchi wengine, ili waweze kupata elimu hii kwa kuwa ni elimu yenye manufaa na elimu hii ambayo tumeipata inaonekana kwamba kuna mifuko tofauti ambayo mwanachama anaweza kujiunga ambayo mwanachama anaweza kujiunga, lakini ambayo tumeiona ni nzuri na inaweza kusaidia watumishi ni mifuko miwili ya ukwasi, lakini kuna wa mfuko wa pamoja na mifuko hii ninamsaidia e, mwanachama yoyote, tofauti na njia nyingine ambazo mwanachama anaweza kuzifanya. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa mtu yoyote katika level yoyote anaweza ku, ku, kuingia katika mifuko hii na akapata faida, na zaidi sana wale ambao wanajiandaa kustaafu, tukiamini kabisa mtumishi yote yoyote anayeingia kwenye ajira tayari anaanza kujiandaa kustaafu. Kwa hiyo pale atakapoanza kuwekeza ataweza kujiwekea akiba na akajiandaa vizuri kustaafu. Na pale watakapokuwa wameanza maisha ya ndoa, kupata watoto, wanaweza kuwekeza kama wanandoa, kuwekeza kama kwa ajili ya watoto wao, ikiwa ni akiba kwa ajili ya elimu ya kuwasomesha watoto wao. Kwa hii nzuri na inasaidia kutokuona zile hasara ambazo mara nyingi watu wengine wanazipata katika kuwekeza maeneo tofauti tofauti yasiyoeleweka hii ni kampuni ambayo inasimamia na serikali na kama ambavyo tumesikia ilianzishwa chini ya uongozi wa Rais Benjamini Mkapa mwaka 2005 na kano, na imekuwa ikiwasaidia watu na ilianza na uh, mtaji mdogo, lakini mpaka sasa hivi imefika mtaji mkubwa na ni wanachama wengi ambao wameingia kule. Hakuna aliyejuta, hakuna aliyejuta kwa sababu hakuna asara, hakuna aliyezulumiwa na hakuna ambaye amepoteza kwa hiyo kwa elimu hii tunatoa ushauri watumishi, wananchi wa kawaida, waweze kujiunga na mfuko huu, kwa kuwa utawasaidia. Lakini angalizo ambalo tumeweza kupata ni kwamba kuandika warithi, warithi ambao wataweza e, kufaidi yale mafao yanayotokana na mfuko huu kwa uwekezaji ambao mwekezaji ameweka kutokana na kwamba kuna maisha baada ya kazi, kuna maisha kufariki, au kuna kuugua ugonjwa ambao hutaweza tena e, kutumia ule mfuko wako. Leo tumeweza kuwaona watumishi wa wilaya ya Bumbuli na kuwapa elimu ya uwekezaji, wameugula pamoja inayo. Kiukweli ni furaha sana kugusa kwa watumishi watumishi, nao ni wazuri, wamepokea elimu kwa mikono miwili, wamefungua akaunti, wamejaza fomu, wame wamekamilisha zaii. Elimu hii ni msingi na ni fursa nzuri kila mtumishi anatakiwa afanye. Watumishi hawa wamenufaika na elimu ya uwekezaji, wamefukiwa pamoja. Nini wanatakiwa kufanya? Wanatakiwa wawekeze akiba zao kidogo kidogo ili zikawatengenezee faida. Akiba hizi wanazoegeza kwenye masoko yenye tija, wanampa meneno mwenye dhamana kuu ya kuwekeza fedha hizi zikawatengenezee faida. Hakuna nafasi ya mtumishi kupoteza pesa yake. Hakuna nafasi ya mtumishi kufanya biashara asiyokuwa naye. Hivyo tumewapatia elimu hii ambayo itawasaidia kuwaendeleza maisha yao ya sasa na baadaye, iwe ni ya kwao binafsi, watoto wao, iwe ni malengo ya kustaafu, basi wanayaanza leo. Wameipokea kwa mikono miwili kwa moyo mkunjufu, wamefungua akaunti nyingi na wanaanza uwekezaji mara moja. Asante sana Bumbuli, asante kwa kuipokea UTT AMS. Karibuni tufanye uwekezaji wa pamoja. UTT AMS, mshirika hakika katika uwekezaji.